Habari ya muda na wakati kama huu, ndugu mpenzi mtazamaji, binafsi leo ni moja kati ya siku za furaha sana kwangu, kwa sababu nimekutana na moja kati ya watu ambao nawapenda, bila shaka hata wewe unawapenda na wanakuvutia vibaya mno. Haina haja ya kumtambulisha, anafahamika vizuri kabisa, ni pastor uh, Richard Hananja aka Rich bilionea yeah. uh, binafsi navutiwa na kufurahishwa sana na mafundisho yake, lakini leo tuna mengi ya kuzungumza naye. Kwanza kabisa, mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Amina amina, amina. Uh, lakini pia niseme hongera na pole kwa jukumu kubwa la kutuelimisha na kutufundisha. Ah, namshukuru Mungu apendaye mafundisho upenda maarifa, Mithali sura ya 12 mstari wa kwanza. E, maisha haya ni maisha ya maarifa e, au ukombozi wa fikra tukipata ukombozi wa fikira kila kitu kinawezekana. Mungu anapomuumba mwanadamu amewekeza mambo manne, jambo la pili, akili. Akili yetu ikipata maarifa tunasonga mbele. uh -huh. Kwa hiyo ndio maana tunatoa mafundisho, ndio kazi yangu. Ujue kazi yangu mimi kama mchungaji, kemea, karipia, fundisha, onya, yote ni sehemu ya kazi yangu. Lakini wote hatuwezi kubeba mchepuo mmoja, mimi naweza kufundisha kwa furaha, mwingine awakemee kwamba mtaenda motoni, hiyo ndio mchepo wake. Mwingine aonye kwamba msifanye hivyo, acheni dhambi, ndio mchepo wake. Kila mmoja ana mchepo wake. Kwa hiyo mimi, kutoa mafundisho, ninamshukuru Mungu. Kama watu wanaona tunafundisha, Mungu atukuzwe. Mimi wanaona kama nazungumza tu. Aha. kwa hiyo Mungu atusaidie, tufundishane. Hakuna mmoja kufundisha wenzio, ukiona unajua kila kitu duniani, wewe shetani. Eh, unayo mapungufu hata ume, umezaliwa una elimu kiwango gani lakini una mapungufu kwenye eneo moja. Tukae tusemezane, tufundishane, tusonge mbele kwenye maisha. Uh -huh. Pasta Hananja, kumekuwa na wimbi kubwa sana la vijana. Zamani mtu kuingia kwenye madawa ya kulevya sijui bangi na vitu vingi, ilikuwa inaonekana ni wale wanaokosa elimu, lakini wengine wakiamini bangi inamsaidia kufanya kazi, lakini kumekuwa na wimbi kubwa la walevi, lakini pia watumiaji wa vitu hivyo wakiwa ni wasomi kabisa na elimu zao. Unadhani shida iko wapi sana mpaka kundi kubwa la wasomi kuingia kwenye uraibu huu? Vijana saizi wametoka nje, wanajilea wenyewe e, kwenye zamani wanakwenda vyuo vikuu wachache sana. Ukimaliza darasa saba unakuwa pale pembeni unapewa mke unalelewa wewe na mke wako na wazazi. Sasa hizi mnaondoka nyumbani mpaka miaka 30 uko nyumbani kwangu. Ule msongo wa mawazo wakati mwingine unakosa kazi hasa kazi. Ehe. Hata kwenye nchi zenye kazi wale wavivu ndio wanaingia huko. Hakika kama una kazi na malezi ya nyumbani mazuri na nafasi ya Mungu huwezi kuingia huko. E, nyumba za ibada tuwafikirie vijana. E, tunafikiria ibada na sadaka wanaondoka. Hatuwazi wataendeleaje kwenye maisha. Mapesa yote tunakusanya tunajenga makanisa ya kutisha. Hii ni hatari sana. Vitega uchumi kanisani. Kuna namna kumsaidia. Hamna namna kuwasaidia vijana. Hii kama hali nimewasaidia vijana. Vijana ukiwasaidia kupiga hatua ya maisha tungefika mbali. Hawaza hawana kazi, hawana cha kufanya. Ha, msongo wa mawazo, hawana matumaini. Ndio maana hata kuoa wanachelewa ujue. Umri umefika miaka 30 kazi hana na uh, muda wake mwingi ameupotezea kusoma. Uh, mwisho anapata msongo anaingia kwenye nini? Ana kitu kinachomteza kwenye maisha. Anatafuta faraja. Lakini wakati mwingine malezi ya upande mmoja. Aha. Uh -huh. Sasa hivi watu wanaachana sana. Uh -huh. Kwa sababu zamani wanawake tulikuwa tunamiliki nyumbani anakuona mwanamume kama mfalme. Sasa hivi wanawake wamesoma pia. Wote mnamiliki ela. Hela. Uh -huh. Mtiane moyo wote sasa. Uh -huh. Kama Dr. Rose. Uh -huh. Kama Dr. Rose. Dr. Rose. Uh -huh. <laughs> Hey, daktari, wewe mtiani moyo wote. Na, na sasa hivi hata mapenzi yanapungua wote mmechoka. Mmerudi wote mnanuka jasho unajua. Hasa nani ampende mwezi? Wanja wote umetoka. Ehe. Kwa hiyo mabadiliko ya maisha, <tipa> mabadiliko ya dunia ya leo, vyombo nini mambo ya dunia iko kiganja, kiganjani. Vijana wanaona mambo mengi pia ya kuiga ujue. Mm -hmm. Na umri wa ujana unataka kujaribu kila kitu. Kile kipindi ambacho tungewaelekeza kipindi cha maswali, vijana hawapo, wameondoka nyumbani, wako bodi huko. Upale nyumbani wanarudi kama watalii. Lakini pia mawazo na maoni yao na ndoto zao kupata kazi. Anapokosa kazi, hilo ni pigo kubwa. Wanasema tuajiri, lakini lazima tutoe eh, hali ya nafasi ya kuajiriwa fursa za kujiajiri. Walimwambia hajui aanzie wapi, baba yake hana fedha, yeye hana fedha. Kwa hiyo anapata msongo, anatafuta faraja, wakamwambia anaingia kwenye hiyo bange zile za faraja. Na mtu mzima uko naye nyumbani unaishi na mtu mwenye mke wake kichwani, mwenye gari yake kichwani, ila haonekani, mnaishi fahari wawili zizi moja. Kwa hiyo sasa hivi mambo ni mengi. Nimshukuru Mungu ni vijana kama ninyi mnajitoa, hata kufanya kazi ndogo. Biblia inaandika kwenye Mithali sura ya 14 mstari wa 23. Katika kila kazi mna faida bali maneno matupu huleta hasara. Nimshukuru Mungu nyinyi mnafanya kazi hata ndogo ile. Lakini sio wengi ambao wanapenda kufanya kazi ndogo hizo. Wana matarajio ya kufanya kazi kubwa yenye kipato. Na dunia ya leo imekuwa kama ushindani. Wanawaona wenzao mambo yameenda vizuri, wanaendesha magari makubwa. Hiyo inachanganya sana ujue, kwa vijana ujue sana. Uh, zamani ukisoma darasa saba supervisor, darasa la nne unayo matumaini ya kupata maisha. Sasa hivi na watoto miaka 30 wako nyumbani na amemaliza nini? Masters. Umemaliza PhD unao nyumbani. Uh -huh. Ile kijana ina muudhi sana kuamka, kula, kupangiwa sheria tena muda na kurudi kama mtoto aambiwe uh, kula, anajiona mnyonge Anajiona dhalili, anatumwa soda tena umri mkuu wa miaka 30. Anatumwa soda, hiyo soda za wageni, anaona hii mambo gani hayo? Unaona anakemewa, sio umri wa kukemewa, ni umri wa kuelekezwa, lakini uko pale nyumbani, mtoto kwa baba hakui, mtoto kwa mama hakui, anakemewa. Kwa hiyo anachanganyikiwa, wakati mwingine hana cha kufanya, ngoja nile bangi kwanza niondoe mawazo, ndio anaongeza mawazo sasa. Lakini lazima tubuni kwenye nyumba za ibada, tubuni kazi za kufanya vijana Tuwawezeshe hayo mafedha. Mengi tunayojenga majengo tunawekeza, si kazi yetu, sio vitega uchumi. Kazi yetu siyo vitega huduma, injili Yesu. Hakuacha hata nguzo moja, Ukristo upo miaka elfu mbili, hakuna nguzo hata moja ya kanisa, Ukristo upo miaka elfu mbili. Nyumba za ibada tufunguke, eh, tutumie hizo fedha kuwaendeleza hawa vijana, tuanzishe kazi. Eh, tunakusanya fedha nyingi sana, nenda makanisa mengine, anajenga majengo utafikia, wanataka kuanzisha ikulu ya nini? Hayo analala mtu huko tu wapi hawa vijana wanaopiga gitaa kucha kutwa, wanaohangaika kubeba maspika watafikia bendi yao. Ndio utaulizwa roho. Kwa hiyo sisi kwenye nyumba za ibada tuanze huko sasa, tufunguke huko, tuone wa vijana wanokuja rasilimali tuwawezeshe kwenye safari ya maisha. Vitega uchumi kama tunaanzisha viwahusu vijana. Hawa ndio kanisa la leo. Hazi tunaondoka hizi rangi nyeupe sio piko hii. Ndio safari hiyo tayari nywele mpaka zinagoma duniani. Eh, zinaziingiza rangi nyeupe. Wamba wewe wana utakiwi hapa. Unakupa rangi nyingine. Unaona? Kwa hiyo sisi makanisa haya tungepandikiza vijana rasilimali kwa vijana. Mimi nilienda mahali fulani nikasema kwa yeye hawezi kuimba miaka kumi. Na niliacha kujenga. Wachungaji walio ili usifiwe ujenge jenge majengo ndio unasifiwa kweli majengo hiyo. Kwa hiyo mimi nafikiri tufunguke ufahamu kwamba hiki kizazi mimi kuna mahali nilisema kwaya hapa haitaimba, inadai hela, itanunua gari hapa kutoka Japan na niliwaagizia gari kutoka Japan. Wow. Mm. Nikasema vijana nasimamisha kujenga, wakanichukia watu wote. Nikasema tunanua bajaji kumi. Korona tu ndo ilituvuruga ile ugonjwa wa roba una, ule ulituvuruga unajua, lakini nikitaka ninue bajaji kumi e, nasema hapa, mtakuwa na bajaji mnaendesha kwa mkataba, ikimaliza anampa mwingine hivyo hivyo, anampa mwingine, anampa mwingine. Vijana wako tayari sana, vijana watu wa imani sana, lakini kuna nini tunawafanyia mwongozo kwamba walikumbuke kanisa, sio maombi tu. Maombi popote atapata, lakini analikumbukaje kanisa kijana huyu? Uh, sasa ukisema hivyo wao ni wanajenga majengo. Kusema kweli majengo jengo la ibada tu linatosha. Kitega uchumi tunagawana hela, kwa nini? Maana kutega uchumi ni kupunguza makali ya maisha. Sasa kanisa unapunguza makali, yani makali ya sadaka. Sadaka ziko pale pale, unazunguka sadaka tano kama round about na kitega uchumi kipo, kuna maana gani kitega uchumi. Leo uchumi wa tunashiba watu wachache kama sisi na vitambi hivi. Ndio tunaoshiba wachache sana. Wengine kazi yenu kupiga pigelegele. Kitaka uchumi ruru hospitali ruru. Ndio kazi yenu. Mwisho kabisa Pasta. Zamani moja kati ya kitu ambacho kilikuwa kinawapa nguvu ninyi ni kuoa marafiki zenu. Hata msipojuana lakini mtarafikiana na ndoa kudumu. Siku hizi tunajuana leo kesho ndoa. Shida kubwa iko wapi kwenye kuvunjika ngoa zetu kwa sasa? Ah, sasa ndoa, bwana ni jambo la safari ndefu na ni taasisi ya Mungu uh -huh, na kiwanda cha kuwaleta watu duniani, ndio kiwanda cha kwanza, unasikia bwana. Sasa ndoa tatizo, ndoa sio kupenda. Ndoa jambo la kwanza kufahamiana. Watu wanaopendana kabla ya kufahamiana, hawafahamiani, ndio anaingia kwa mtu mwenye changamoto ya afya ya akili. Mhm, mm, yeye anapenda sura, unakula sura. Ndio anaingia kwa mtu wa bangi, hujua, anamchinja kama kuku wa sikukuu. Unamfahamu vya kutosha, kufahamiana ndio jambo la kwanza. Napendaye mafundisho upenda maarifa. Eh, hey. Sisi sasa hivi tunapendana. Napenda penda mwenye hipsi unakula hipsi. Eh. Hipsi siku tisini ushazoea. Mhm. Mm napenda urefu unakula urefu. Kufahamiana ametokea wapi, mtoto wangapi? Mambo mengi ujue. Paka umfahamu mtu. Na uchumba unachukua mwaka mmoja au miwili. Sio uchumba wa haraka haraka, na mwaka mmoja lazima mzungumze. Kwenye kuzungumza mtu hawezi kujificha. Na vipimo kumi vya uchumba, kuna urafiki wa aina sita una maswali thelathini na tisa. Ujanani kuna miemuko ya aina nne. Mhm mm, unaoana na mtu mcha Mungu kweli au msanii? uh -huh. uh -huh. Anakuja kanisani kutafuta chumba, wengine kanisani anaji kusali wanatafuta mademu kanisani. Eh, sasa wewe unamuona ananyoosha mikono juu, nafikiri mcha Mungu eh. Hawa naomba boka na bosa, sio mcha Mungu. Kumcha Mungu, mithali sura ya nane mstari wa 13, kumcha Bwana kuchukia uovu, kiburi, majivuno, njia mbovu na kinywa cha ukaidi kuchukia. uh -huh. uh -huh. Anaweza mtu akawa ameokoka kia na kiburi, huwezi kuamini. Habari e, ya kumcha Mungu tofauti na wokovu. Kwa hiyo unamjua mcha Mungu Mungu, Mungu ana nafasi ya kwanza. Mungu akiwa na nafasi ya kwanza atakuona wa thamani. Eh uh eh -huh. Anakujali, unaona. Wewe, uchumba unachukua miaka mitano kama unasomea udaktari, kuna uchumba. Eh uh eh -huh. Mchumba hakutumi ha, ujumbe. Eh kwetu nzima ha, Mchum, hatumi ujumbe wewe. Unapokea jumbe cheza mchongo wakishua kishua. Mchumba ujumbe, mchumba gani huyo? Eh, uh, ya yani shida kweli. Akipokea simu yake ya kwanza kelele. Eh, uh, kama hajakupata siku mbili akipiga ni kelele. Hakuhurumia, ulikuwa wapi mwenzangu umepata na shida gani? Akwambia kama hivyo mie basi, huyo mjumba, kama basi basi. Basi. Akianza mapema kama hivyo mie basi kwa kutopokea simu. Afai huyo. Wow. Ndoa ina vituko vingi ujue. Huishi na mtoto wa mamamkwe mwenye ndevu amekataliwa na mamaki. Anakoroma mikoromo yote. Usiwai mcheze, bwana. Zaidi ya nguru mbili, Mungu mwenye anataka kumfuta nguru mbili katika Mwanzo sura ya sita. We uishi na nguru mbili, sio mchezo. Kwa hiyo nguru mbili ni mtu wa namna gani? Mwanadamu ndio nguru mbili? <laughs> mwanadamu sio mche... Mungu mwenyewe anataka kumfuta aligaili, kutaka kumfuta, we unamng'ang'ania mtoto wa mama mkwe. Ae, mchezo bwana. Chungaji, asante sana, barikiwe sana. Mungu akubariki, barikiwe. Amen. Mm. Huyo ni mchungaji Hananja Rich Billionaire. Moja kati ya kitu ambacho binafsi najivunia kwake ni msema kweli pasipo kujali chochote. Haijalishi itakugusa kwa namna gani, amesha kuambia kama haikufai acha inayemuhusu, ataifuata. Hii Amen, ni Hatua TV with you everywhere. Amen.